Ukianza kuona moja wapo kati ya dalili hizi zinajirudia sana kwenye mwili wako, basi wewe ni mtahiniwa wa ugonjwa wa kisukari. Tunasema wewe ni pre diabetic. Unajua, ugonjwa wa kisukari huwa unajitengeneza kwa asilimia themanini bila kuonekana, alafu zile asilimia ishirini ndiyo tunakuja kuona baada ya sukari kuanza kupanda kwenye damu. mfano kama kila siku unapata changamoto ya uchovu sana, ukiangalia hujafanya kazi nyingi, hujafanya hata kazi, umeamka asubuhi, yani uko unapata burnout, yani unajikuta huna hata mudi ya kufanya kazi, umechoka, unajisikia uchovu. Kama hali hiyo ikijirudia sana, inaweza kuwa ni taarifa kwamba ndani ya mwili wako mambo yameanza kubadilika. Lakini kama unapata changamoto ya huanza kupenda vitu vitamu vitamu sana tunasema sugar craving. Yani, mtu akikunyima soda yani sio ajisikiaje? Yani unapenda vitu vitamu sana, unapenda vyakula vile vyenye wanga sana vya sukari sana, hiyo ni ishara mojawapo. Ni wewe chai isipokuwa na sukari ya kutosha, hakuna ambacho unakielewa, ina maana hiyo pia ni ishara mojawapo kwamba kuna namna mwili wako unaathiriwa lakini ukianza kupata tatizo, kwa mfano kupungukiwa hamu ya tendo la ndoa, iwe kwa mwanamke au kwa mwanaume, hasa kwa mwanaume inatokea sana, au nguvu za kiume, nashangaa tu mheshimiwa hatoi ushirikiano vizuri kama ambavyo siku za kawaida ulivyokuwa, hiyo ni ishara moja wapo kwamba inawezekana kuna athari zimeanza. Ukiona unaanza kuongezeka uzito kuliko ilivyokuwa zamani, unaanza kuwa na kitambi, hiyo ni ishara moja wapo kwamba mwili wako ndani kuna kukua, kuna shida inajijenga, lakini pia ukiona uh, hii hali, baadhi, nimewauliza wengi, wanakili ilik unaotokea hasa ambao tayari wameshapata tatizo la kisukari rasmi. Kuna ile hali ukimaliza kula, hasa vyakula vya wanga, umemaliza kula vyakula, ile umeshiba, yani unapata usingizi mzito sana, yani unapata usingizi mpaka unashindwa kuelewa usingizi unatoka wapi? Hiyo ni ishara moja wapo. Lakini ukiwa okay, unapata changamoto za ganzi, miguu inakuwa na choma choma, vinakuja na kupotea, au kwenye mikono, miwasho miwasho. Hiyo ni ishara moja wapo mambo hayako vizuri. Lakini huwa kuna maotea yanatokeaga sana sana shingoni, yani kuna maotea fulani yanayotokea usoni, kuna maotea fulani tunasemaga ni Uh, ni skin tags, yana jina lake la kitaalamu lakini, yote hayo ni ishara kwamba ndani yako aidha kuna uh, kuna upinzani mkubwa wa insulin. Lakini pia dalili zingine ambazo unaweza ukaziona ni ni hali ya kukosa yani, tuseme hali kwenye umeng'enyo wa chakula huwa kuna shida ya gesi na kiungulia. Baadhi mmeanza kutumia mpaka dawa za vidonda vya tumbo, ukifikiri ni vidonda vya tumbo, kumbe mwili wako umeanza kureject vyakula unavyoviingiza, vinakuwa vinaharibiwa katika mmeng'enyo wa chakula, vinachachushwa, mwisho wa siku unapata kiungulia na gesi. Wewe unasema kwamba hii itakuwa ni ishara ya vidonda vya tumbo, kumbe kuna namna mwili wako unatoa taarifa ya kushindwa kuvumilia sukari ambayo unaingiza. Ziko dalili nyingi sana, unaweza kuanza kupata pia maumivu ya mgongo kiuno yaani matatizo ya mifupa na joints. Hiyo pia inaweza kuwa ni ishara wewe umeanza kudhurika na vyakula. Wengine huwa wanapata matatizo ambayo ni nani specific kwenye mambo ya kisukari kwa mfano, mtu anaweza kupata pumu ya kifua au pumu ya ngozi. Anaweza kupata allergy ambazo hazieleweki. Hiyo ni ishara mojawapo. Lakini pia unaweza kuanza kupata, kama ni mtu wa check up, unaweza kaenda kupima ukaambiwa una fatty liver, una mafuta kwenye ini, hiyo ni ishara mojawapo kwamba mwili wako umeanza kuathiriwa. Lakini pia ukiwa unapata changamoto za kushindwa kufocus, nimejaribu kudokeza hapo mwanzoni, tunasema kuna ile burnout, unafika kazini yani hata ile hamasa kufanya kazi haipo kabisa. Unajua mwili wetu unashirikiana sana na akili zetu eh. Kwa hiyo kama kwenye mwili panakuwa hapana hapako vizuri obvious, hata kwenye kufanya kazi unakuta mind inakuwa ina reject. Yaani kuna namna fulani inakuwa haiko vizuri. Kwa hiyo hapa nimekutajia ba baadhi ya changamoto, lakini ziko nyingi sana. Sasa ukiona changamoto kama hizo, ni ishara mojawapo kwamba kuna matatizo. Unaweza kupata pia matatizo ya macho. Watakubadilisha miwani watakupa miwani kuendana na tatizo walioliona lakini, nenda kwenye mzizi wa tatizo, shida ni nini? Zote hizo ni ishara ambazo huwa zinapelekea baadhi kuja kupata tatizo la upinzani wa insulin ama kisukari rasmi. Lakini kuna watu ambao wanakuwa, kwa kina mama, wanakuwa na mvurugiko wa homoni, siku zako hazieleweki, unatafuta mtoto, mambo yaendi, mara unagundulika na uvimbe kwenye uh, kwenye, kwenye, kwenye kizazi ni ishara mojawapo ambazo zinaweza zikaashiria tatizo la upinzani wa insulin, na kwa baadaye ndio unakuja kupata kisukari rasmi. Lakini pia unaweza ukaanza kupata changamoto kama uh, kwenye uzazi. nimezungumzia mvurugiko wa hormones, lakini pia kuna maambukizi ya mara kwa mara. Eneo UTI, fungus, haziishi. PID, haziishi kwa mara haziishi ID haziishi kwako kuna namna mwili wako unaweza kuathiriwa na lifestyle yako, ukawa unapata hizo changamoto na ukawa unazitibu yani umetumia madawa mpaka umechoka, zinarudia tena, kumbe kuna ishara ishatokea. Kwa hiyo usipende kushughulikia vichangamoto hivyo, ukiona vinazidi, hebu nenda maabara, nenda hospitali, kazungumza na daktari wako, wasiishie kukupa, kwa sababu kuna madaktari wengine wataki kuumiza kichwa, atakwambia uko vizuri, atakupa dawa za PID peke yake Atakwambia, atakupa, atakupa atakupa uko vizuri, atakupa miwani tu kwa sababu ameona macho yako vizuri. Una ganzi, yani usishie kutumia hizo njia za ku, kwa sababu unaweza kutumia dawa lakini dawa hizo pia ukizitumia muda mrefu, kwa sababu tatizo halijaisha, zinaweza zikazalisha tatizo lingine ukaishia kuongeza aina nyingine za madawa. Jaribu kufuatilia. Sometime unaweza kana kwa daktari akwambia, hatuoni tatizo, sio kwa sababu tatizo halipo, ni kwa sababu mfumo wao wa kufanya diagnosis umeishia hapo lakini kuna madaktari wenye ufahamu zaidi wanaweza wakakuchunguza kama mwili wako labda umezidiwa, ume na msongo wa sumu. Wataangalia uwezo wa mwili wako kutumia sukari ukoje, je, sukari yako ya miezi mitatu ikoje? Watachunguza vipimo kama hivyo kuangalia namna nini kinaendelea ndani ya mwili wako, lakini yote hayo nayo kutajia, ni moja ya dalili nyingi sana za upinzani wa insulin. Kwa ukiona dalili kama hizo, ah, usitafute tu njia. Nguvu za kiume zimepungua, tafuta dawa za kufix. Vinafanya kazi kwa muda, lakini kama tayari kuna mpasuko umeanza kwa andani, kwa ndani, ina maana kwamba baadaye utajidhihirisha. Kwa hiyo leo nimekuja kukufahamisha hilo na njia ambazo unaweza kuanza kuzitumia kuondokana na tatizo hili. Kama limeshaanza kuonekana, anza kupunguza mambo yafuatayo. Cha kwanza, punguza ulaji wa vyakula vyenye wanga na sukari kwa wingi. Unawezaje? Unafanyaje? Punguza idadi ya milo. Asubuhi huwa hatuna njaa. Baada ya kuamka, vuta vuta muda angalau kuanzia saa sita ndio upate mlo wako wa kwanza. Alafu wa pili upate kabla ya saa mbili. Itakuwa nzuri zaidi. Kingine jitahidi kuwa mtu wa mazoezi, itakusaidia sana. Punguza vinywaji vyenye sukari nyingi sana, eh, soda, majusi ya matunda freshi, za viwandani Achana na hivyo vitu. Lakini pia unapokuwa umekula mlo kama ni asubuhi, kama umekula mlo wako saa sita, hapa katikati kusubiri mlo wa jioni, usipende kuwa na snacking. Yaani unakula mlo midogo midogo kupoza njaa, sio nzuri. Lakini njia nyingine unaweza kuanza kufanya fasting, tunasema ni mfungo tiba, itakusaidia sana. Kingine si nimetaja mazoezi lakini pia unaweza kufanya angalau kwa wiki mara tatu, fanya mazoezi mazoezi mazuri, mazuri kabisa kama kubeba kujenga misuli itakusaidia kuweza ku kuforce mwili uweze kutumia hata hizo sukari ambazo zinakuwa zimeanza kuzidi. Na mambo mengine, nafikiri tuendelee kujielimisha, lakini nitaka nizungumzie dalili za upinzani wa insulin. Wale ambao tayari una tatizo la kisukari, hizi dalili ambazo umezitaja unaweza kaona miaka mitatu miaka mitano kabla tatizo lijagundulika Kweli hizi changamoto zilikuwa zinajirudia sana, na baadaye ndio ukaja kuliona tatizo la kisukari rasmi. Na mimi nimefaidika. Karibu katika programu zetu. Kama unataka kujiunga na programu zetu za kudhibiti na kujikinga na haya maradhi, andika nahitaji then nitakupa utaratibu ili tuingie katika safari moja.